Waziri wa Maji Jumaa Aweso amefanya mazungumzo na Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Amos Makalla kuhusu hali ya upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi na utekelezaji wa miradi ya maji mkoani Arusha. Katika mazungumzo hayo, Arasi Makalla ameainisha dhamira ya mkoa wa Arusha kudhibiti wizi wa dira za maji unaoripotiwa katika baadhi ya maeneo. Kupongeze kwa uteuzi na imani kubwa alionao Mheshimiwa Rais kwa kukuteua tena kuwa waziri wa maji. Ni wazi kwamba kazi zako ndo zimekufanya uendelee kuaminiwa na hakika, uhodari wako, ubunifu wako, uchapakazi ndo umemshawishi mheshimiwa rais kuendelea kukuamini na sisi, kama wadau ambao tunazunguka katika maeneo mbalimbali mbali. katika mikoa sita, tunaona kazi nzuri inayofanywa na wizara ya maji na miezi mitatu iliyopita, nilikuwa katibu mwenezi kwa mwaka mmoja na nusu. Nimeona kazi na ushirikiano uliotoa kwa chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tukupongeze, na hata hapa eh, kazi nyingi miradi mingi ya maji inafanywa vijijini na mjini. Eh, naridhishwa na namna ambayo tunaendelea kushirikiana na naamini eh, miradi sasa, baada ya serikali kuanza kuundwa tena awamu ya sita najua tutaenda kwa kasi kuhakikisha miradi mingi inakamilika. Sisi tunatoa shukrani mm. Mm. Tumetoka kwenye uchaguzi mm, lakini umekuwa sehemu kubwa sana kutusaidia hasa eneo la maji, tutokea na changamoto ulitoka ukaenda kusimamia watu wanapata huduma ya maji safi na salama. tuna tunaush Tunakushukuru sana, sana sana. Bado tunahitaji msaada wako, na umekaa katika ile eneo, umefanya kazi kubwa sana, hasa katika swala zima la wizi. si tupo bado wadogo tunasoma, mimi nimekufahamu siku <laughs> yaani ni legacy kubwa sana kwa kweli, ili watu waweze kulizungumza. Kwa mfano, unaweza ukamuliza mtu wa mamlaka hapa, nakuambia maji ya asilimia hamsini anapotea lakini ukimchallenge hebu tupite mtaani kama tuone, kwa sababu asilimia hamsini, maake yeah. hao ni mafuriko. Lakini ukweli kuna wizi mkubwa wa maji. Lakini kwa kweli kazi ile umeifanya mm. na itabaki legasi katika mm. wizara yetu ya maji mm. kwa kweli ni jambo ambalo tunatakiwa tulisimamie kidete sana. Kwa mfano sasa hivi kumeanza kuibuka wizi wa mita za maji, mwananchi mm. eh, anafungiwa mita mita zinaondoka zinaenda wapi? yeah. zinaenda kufanya kazi gani? Kwa hiyo i yeah. maeneo ambayo tunatakiwa tuanze nayo na kupitia vyombo vya ulinzi na usalama tukishirikiana nao mm. mm. na imani tutadhibiti ili kuhakikisha huduma hii iliyofanywa kazi kubwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan naenda vizuri yeah, meshimua mkuami mkua mkua kushukuru mm. tukushukuru sana kwa upendo na ushirikiano mkubwa ambao umetupa mm. na ambao bado unaendelea kutupa mimi, nakuombea kila la heri mm -hmm. na Mungu atakufanyia wepesi wa mkuu wangu, asante sana. Nashukuru sana mheshimiwa waziri, na umeikumbusha sisi wenyewe. Tumejadili suala la wizi wa mita na tunataka kuwaunganisha uh, wenzetu tuna, na za kila mkuu wa wilaya asimamie. Kwa hiyo hilo tumeliongea na nilipeleka tuanze na mkuu wa wilaya ya hapa mjini akae na mamlaka ya maji, tutoe elimu na tukubaliane tu zikae wapi. E, maana nyingi zinazoibiwa nafikiri ni nje. Okay. Mwingine tu anapita anatoa hiyo hiyo mita na hiyo mita unaenda kuiuza wapi?